Habari gani mtazamaji wa Almas Digital? Na leo nipo na Ali bwana pamoja kati ya mashabiki wa Simba. Tutapiga story mbili tatu hapa kuzungumzia mambo yaliyopita ya Simba na mambo yajayo, hususan mechi yao ya, ya kufuzu group stage. Tutapiga story mbili tatu, tutapita hapa ngongo fulani, tutaangazia pia majirani zao ambao shughuli yao ugenini ilikuwa ngumu lakini watakuwa na mechi pia ya nyumbani. Tutaangalia anga zote hizo, piga piga story tuangalie imekuwaje bwana Ali. Naam. Mambo vipi? Ah, kama kawa, kama kawaida tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku zinakwenda na tunaona mambo yanakwenda vizuri. Nimekuona tu nikaona basasa bwana ndugu yangu. Eh, unajua sasa hivi, kwanza atambua kwamba mashabiki wenye furaha ni mashabiki wa Simba hivi sasa mm. Eh, ndio wanaoweza wakazungumza chochote kwa muda wowote, wanaoweza wakafanya chochote kwa muda wowote. Kwa hiyo tuseme mashabiki wa Simba tuna furaha kwelikweli toka mm -hmm. tulivyocheza ile mchezo basi hakika ni furaha isiyo kuwa na kifani kwa sababu mi ninaona namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Kuna baadhi ya wadau wengine wa soka mm -hmm. E, jinsi wanavyoizungumzia Simba hivi sasa ni tofauti na namna jinsi ambavyo walikuwa wakeizungumza awali. Ni kwamba mechi moja tu imemfanya mwalimu Pantev aonekane mm -hmm. ni mwalimu bora zaidi ah, ah, ah, ah. Kaka kwanza nikufahamishe tu kwamba yule bwana yule bwana, ni mtu ambaye amekuja kubadilisha taswira ya Simba kwa mechi moja tu. Mm. E, yani kuna baadhi ya wadau ambao wenda walihisi tu kwamba bwana, ah, ni matatu huyu bwana, mbona mambo ni mengi yanazungumzwa, msera mseramsera na nini, lakini tumeshuhudia mchezo wa mpira ukikutana na mtu wanamna yule ambaye anawe, ana, ana IQ kubwa, anaweza akabadilisha matokeo anaweza ka, unajua ndio makocha nimemuona ile gemu hakutabasamu hata jino moja Nikasema hey, naam, huyu ndio tulikuwa tunamhitaji, sio yule bwana yule elekeza nyingi sana hapana. Huyu bwana akikupa, akitoa sabu zake, akiweka watu wake, unaona kabisa kuna jambo kubwa linaenda kutokea. Ndio hicho ambacho tuna, tuna, mimi nina imani sana kubwa na huyu bwana mkubwa mm -hmm. Kocha hivi sasa tumempata, na kwa sababu ni meneja wa benchi la ufundi ndani ya Simba hivi sasa tuna mtu E, tutulie tu kwa hiki ambacho amekizungumza kwa sababu juzi amezungumza mambo mengi sana lakini pia amehitaji kama anahitaji kuna watu fulani anawahitaji kutoka kule ambako alitoka. mm -hmm. na naamini kabisa watu anaweza akatumia katika baadhi ya mechi katika dirisha kama ikitokea ameletewa hawa watu, tunaamini kabisa Simba yetu inaenda kuwa imara kupita kiasi mchezo dhidi ya Singizini unaisha na moja kati ya mwalimu kauli ambazo mwalimu ameongea kuwa ameridhishwa na goli tatu, lakini kwa mpango aliocheza au mfumo am, amini wachezaji wa alivyocheza kwake anasema bado sana. Lakini mashabiki wanaonekana kufurahishwa na toa alichokiona kwenye ile mechi. Ni kwamba mwalimu anasema bado ani, kuna vitu gani unaona bado kwenye timu yako mwalimu? Ni haki yake yeye kusema kwamba kuna kitu bado hakijakaa sawa, hmm. lakini kwa sisi ambao siyo taaluma yetu tunaona ulipigwa kabumbu ya maana sana. Unajua, kuna baadhi ya vitu hivi. Wewe Kibu amekosa magori kwa muda gani eh? anakuja kupata gori katika mazingira gani sasa? Hizi hivi ndio vitu ambavyo wanasimba wengi walikuwa wakiviomba kwamba tupate kocha ambaye ana jicho la kuangalia matokeo zaidi, tupate kocha ambaye anaweza akabadilisha taswira ya gemu, tusiwe na kocha ambaye anadiri na mchezaji mpaka kuna baadhi ya mashabiki wakawa wanasema ni familia nini, yani, unadili na mchezaji anaharibu, bado unaye, anafanyaje? baadhi ya vitu ambavyo unaona kabisa vinaenda kugharimu timu, lakini bado unaye. Lakini tofauti na mzee wa matatu, hayo matatu ukiharibu, na amezungumza yeye mwenyewe kwamba ana familia pale, umeshaelewa yamekuja kwa ajili ya kutimiza malengo ya Simba kwao, tunaona kwamba kwa jinsi ambavyo anajaribu kufanya vitu vyake tunaamini hata hii kauli yake ya kusema bado kuna kitu hakijakaa sawa, sisi tunaamini, lakini kwa mashabiki wa Simba hivi sasa tuna, tunaona kwamba Simba yetu tukiwa na bwana matatu hmm. mtu ambaye tulitarajia tulita, tulita labda unajua jinsi ambavyo alipokelewa na namna jinsi anachokionyesha ni tofauti hmm. umeona bwana, kwa hiyo naamini kabisa Simba yangu inaenda kwa imara. Siku ya jana CAF hmm. wametoa orodha ya virabu ambavyo vinang'ang'ania kinyang'anyiro cha kuwa hmm. vilabu bora barani Afrika, lakini pia wachezaji ambao wanangangania kwenye vinyang'anyiro no hivyo hivyo vya kugombania wachezaji bora wa Afrika. Simba Sports Club, mmoja mmojawapo, lakini mchezaji wa Simba Sports Club Shomari Kapombe ni mmoja wapo. Hiyo kama mashabiki wa Simba mmeipokeaje? Kwanza ni fahari sana kwa wanasimba, kwa sababu wanasimba wengi wamekosa baadhi ya vitu kama hivi, kuna kupata matokeo mazuri lakini pia kuna timu kufanya vizuri ndani ya, ya shirikisho la bara la Afrika, lakini pia hata mchezaji wao. Yaani unajua Kapombe ametumikia Simba kwa muda mrefu, hii ambayo inamtokea ina hivi sasa ni heshima, na naamini kuna baadhi ya wana wanasimba wana, wana, wana, wana hivi sasa wanamuona kama kuna mtu aliyetoka Simba katika kipindi ambacho tulikuwa tunamuhitaji na kama tulikuwa tunamuhitaji hakuhitaji Simba kwa wakati huu, anamuona Kapombe leo kafu inamtaja, umeshelewa. Kafu inamtambua Kapombe kwamba ni yeye ni katika watu ambao inatakiwa watambulike duniani. Kaka, nakwambia tu kwamba ni fahari kwa wanaSimba, ni fahari kwa Kapombe, ni fahari kwa timu, na timu yetu kuwa bora katika mazingira kama hayo ambayo kafu wameyazungumza, ina maana kwamba ubora wa Simba uko hivyo, hivo e, ni timu kubwa barani Afrika, inajulikana na kwa ubora wake. Hakuna ambaye anaweza akawa ana swali lolote hata nyuma. Mwiko wao wanaamini kabisa klabu ya Simba ni bora e, wamekuwa wakiamini hivyo hususan kwenye mechi za kimataifa, na ukija uzungumzie uzungumzie bara la Afrika kwa upande wa ubora wa Simba ndio maana unaona kila jambo ambalo linakuja kwa ajili ya Simba basi wamekuwa wakibadilisha baadhi ya mambo. tumecheza African football. sisi tume sisi ndio tumekuwa mashabiki bora sisi, sisi. Kuna baadhi ya vitu vinafanyika hata wao wanaona gere, mpaka sisi tunawaonea huruma. Binafsi mimi nawaonea huruma sana mashabiki wa Yanga. Eh, kuna wakati nawonea huruma, wanajitahidi sana kuzungumza, wanajitahidi sana ku kupromoti ile nini timu yao, wanajitahidi sana kuhakikisha wanaitetea, lakini kila unajua unatetea kitu ambacho hakipo, unakuwa unapoteza muda na unapote, una, unatumia nguvu kubwa sana. Hivi sasa shabiki wa Simba hupati, hata we mwandishi hupati nguvu kubwa sana kumoji. Eh, yani vitu vimenyoka namna hii yaani vitu vinajionyesha hivi sasa. Wewe sasa hivi uniulize furaha ya Simba wakati wanasimba wenyewe wanajua nyoyo zao, na sisi kama wanasimba tunaendelea na mikakati kuhakikisha kwamba gemu hii tunafanya vizuri, kwa sababu michakato yote imekaa sawia, kuanzia mashabiki. Unajua mashabiki sisi tuna sehemu zetu za kuzungumza, tuna baadhi ya watu ambao pia wana, a, IQ kubwa ndani ya ushabiki wa Simba, wanaweza wakatupa maarifa namna gani ya kufanya na nasikia ndugu zetu kwa sababu wanaanza game yao pale kwa Mkapa mm. Eh bwana, kuna baadhi ya mambo mengi sana pale ndani ya siku mbili hizi tumeona yanafanyika. Sasa hatujui wanayafanya kwa maana ya mechi yao wanafanya kwa maana ya mechi mbili. mm. Inawezekana, unajua kwa sababu mapambano ya Simba na Yanga Simba anaweza akaenda mchezo wa, wa protocol, mchezo wa moja kwa moja lakini Yanga ana njia nyingi sana za kufanya matokeo kuwa tofauti upande wa Simba na matokeo kuwa tofauti upande wake, na ndio maana kuna wakati tunasema hebu viongozi sasa wajitahidi sana kumkaba, wamkabie juu, wawakabie juu viongozi wao wa Yanga, yani viongozi wetu sisi wawakabie juu viongozi wa Yanga, na baadhi sisi tuzo wakabie wanachama wao, mashabiki sisi, tutawakabia juu, tunajua namna gani ya kuwakaba, lakini wao tukiwaachia hivi, baba game inaweza ikawa ngumu. hapo hapo, umezungumzia majirani zenu ambao ni Yanga Sports Club, mchezo wao unaofuata wametangaza vingilio kwa ni bure kwa mashabiki wao, lakini baada ya Yanga kutangaza, pia Azam Football Club nao wakatangaza kuwa kwa mashabiki wao ni bure siku ya kesho kwenye mchezo wao kufuzu zidi ya KMK, pengine mm -hmm. Ungetamani jambo hili lilitokee kwa Simba Sports Club? Se, kwa upande wa Simba sisi kwanza, wangetukosea sana kwa sababu tuna hadhi ya kulipia viingilio. Ni mashabiki ambao tumejikita katika kutoa fedha kugharamikia timu. Tumekuwa kwanza kabisa katika kufanya mambo mazuri, tumekuwa kwanza kuipambania Simba yetu, na ukiangalia katika mashabiki ambao huenda wanatumia gharama kubwa ni mashabiki wa Simba. Watu wanatoka mikoa mbalimbali mbali, kuja kuishuhudia Simba, wanatoka maeneo mbalimbali nchi mbalimbali. Eh, ni kwa jana nazungumza na, na ndugu yangu mmoja anaitwa Shoibu yuko Marekani huko, anasema ninakuja kutizama Simba inafanya nini kipindi hiki live. Kwa maana yake lazima atimbe. Sasa unakuja unakutana kwamba fungulia mbwa kaka. unakaa wapi Hmm? Kajamba nani? Yaani fujo eka eka za hapa na pale, hapana. Sisi ni wastaarabu na tunataka ndio maana tuna hadhi. Mimi kama ni VIP B najua nina elfu ishirini yangu na kwenda kuilipia pale, ninajua nitakaa VIP B utulivu hali ya pale. VIP A unakuja VIP C mpaka mzunguko. Yani kuna hadhi, kuna sehemu ambayo unasema kuna mwanangu mmoja ya kai VIPB ya anapenda ya sana kukaa mzunguko, kwa maana ya vaibu na nini. Sasa hao watu wote wanajitenga kutokana na nini? Na viingilio. Lakini unapokuwa hauweki viingilio kaka, humo ndani ni shughuli pevu sasa hawa Azamu hawana mashabiki, hawana tabu hata na, wamekwisha fanya hivyo sana. Yani Azamu na ndugu yake ni vitu vya kawaida ambavyo tumekwisha wazoea. Yani Azamu pale ukiwa na jezi ya Azamu pale uwanjani unaingia free tu, au na tabu. Mechi zao nyingi wamefanya hivyo, lakini hawa nyuma mwiko wamekuwa wakibadilisha taratibu. E, mara uje na jezi mara e, we ingia tu, hakuna tabu lakini wamekuwa wakifanya wame, kuna vitu vimeshuka, wanashusha hadhi ya klabu Simba mpaka kupewa ushabiki bora. Kuna vitu ambavyo wametizama, hebu angalia e, football league, namna jinsi ambavyo tulijaza uwanja. Ukija kwenye michuano yoyote ile ambayo Simba inamhitaji shabiki, lazima tujitokeze kwa wingi. Sasa hivi vitu vyote vinahitaji juhudi na, na, na mapambano ya mashabiki wenyewe na wanachama wenyewe kuhakikisha kwamba tuna itumia klabu yetu kama sehemu yetu ya furaha, na furaha lazima itolee fedha mm.